Chief Godlove ni mtoto wa nyumbani tuseme. Nikisema mtoto wa nyumbani namaanisha ni mzaliwa wa Kyela, na hata alivyokuwa likizo, nadhani miezi miwili au mmoja nyuma, alikuja kutembelea hii shule yetu, na alivyokuja, akawa anastaajabu staajabu, anasema yeye tangu kuzaliwa kwake hapa Kyela hajawahi kuona shule kubwa kama hii, na alimshukuru sana mheshimiwa rais. Na katika maongezi yetu si tulikuwa tunaongea tu kama kama mtoto wa nyumbani amekuja kutembelea miradi na maendeleo yanayofanyika nyumbani, akasema hapa ni mabinti tu. Nikamwambia ee, hey, weekend wanafanya nini? Nikamwambia weekend wana shughuli mbali mbalimbali. Akasema mimi nitawatafutia zawadi. Kwa hiyo zawadi ya leo tupa Mbeya Girls, Chief Godlove kupitia Tulia Trust ni TV hapa inchi sitini na tano. Chief Godlove ameendelea kusaidia nyumbani kwao Mbeya na awamu hii Mbeya Girls wamenufaika kwa kupewa tv kubwa kabisa. Hii ni smart tv ambapo ameitoa kama zawadi kwa sababu alipotembelea pale akaona kwamba hawana kitu kama hicho, ambacho pengine tv hii itawasaidia weekend kuangalia taarifa, habari na kujua dunia inakwenda vipi. Imekabidhiwa na mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase wakati ambapo wanafunzi walikuwepo pia, na yeye Chief Godlove hakuweza kuwepo kwa ajili ya kukabidhi hiyo akawa amewakilishwa na Tulia Trustees. Sasa ameandika ameweka hii video na kuandika, mkuu wa wilaya ya Kyela ukiachana na yeye ni serikali but ni yuko hambo sana kuelekea sikukuu za wanawake duniani. Mimi nipende kusema mwanamke wangu washoka kwa mwaka huu 2025, na mpa huyu ukapewa dhamana ya kusimamia Kyela Nimetoka Kela 2020 mpaka hii 2025 kafanya mengi makubwa. Pia nipende kuwashukuru Tulia Axon, Tulia Trust, Tulia Trust, ORG kwa kusimamia upelekaji wa TV kwa maana mi nilikosa muda lakini mama angu amesimamia, kawaagiza tulia twapeleke na kwenda kuzungumza na wanafunzi taifa la kesho. Ningependa kuwatakia siku ya kesho, kimaanisha siku ya wanawake duniani, tarehe nane mwezi wa tatu, ambayo ni siku ya wote. Nianze na mama angu kipenzi, anatuongoza na kutusimamia vyema. Tunapokosea kama vijana, anatuonya na kutusamehe, kimaanisha Rais Mheshimiwa Samia Sulhasan. Kwa kwa niaba ya ya watu wa Kyela napenda kusema asante kwa shule ya Mbeya Girls lakini pia ni kushukuru Tulia Axon kuwa kama kioo chetu bwana Mbeya nzima. Kwa kumalizia, mkuu wa wilaya ya Kyela mama angu Josephine Manase, unafanya kazi nzuri ya kumsimamia mama yetu raisi. Endelea kufanya kazi nzuri, Kyela umeijenga. Niwatakie siku ya wanawake duniani, siku yenu iwe njema. Amen. Taendelea kushirikiana na kugusa popote mkono wangu unashika, tusonge pamoja, haijalishi utofauti wa dini, kabila, itikadi na kivyama, tunalijenga tunaijenga Tanzania moja. Sasa amepongezwa sana, makofi tu hapa yamejaa kutoka kwa watu mbalimbali mbali. Wengi sana wamepongeza kwa moyo wake huu wa kuendelea kusaidia Kyela na hakika misaada hii imekuwa ikiwasaidia sana watu mbalimbali mbali. Na sasa e, Mbeya Girls watakuwa wakijachia tu kuangalia vipindi pale ambapo ratiba itakavyopangwa, bila shaka itakuwa inawasaidia uh, wakati ambapo wamepumzika na mambo kama hayo, na niseme TV hii itumike kwa ajili ya masomo na kuelimisha. Kwa hiyo ninaamini TV itatumika vizuri hapa kwenye hili, kwa sababu hapa tuko kwenye bwalo la kisasa ambalo liko ndani ya mradi huo huo ambao mheshimiwa rais ametoa bilioni nne nukta moja. Na niseme tu pia mkuu wa shule, wao wanaangalia taarifa habari waweze kuona yale mazuri ambayo mheshimiwa rais anayafanya. Taarifa habari ya saa mbili, siyo mpaka saa mbili na nusu, walafu wakitoka hapo waendelee kusoma na siku moja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 Tandikia sasa info at snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389 tuifikishe biashara yako kwa wana SnS.